Inaona umuhimu kwa kuunga mkono operation ya ACT Wazalendo ili na demokrasia. Operesheni hiyo inalenga kurejesha haki, uwazi na usawa katika mchakato ya uchaguzi nchini kwetu Tanzania. Kwa muktadha huo, natoa wito kwa vijana, wanawake, wazee na viongozi wa dini kuungana katika uwanja wa mapambano ya kudai haki mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kama vile kuhakikisha kura zetu zinahesabiwa kwa haki, ili tupate viongozi wanaowakilisha matakwa haya ya wananchi. <laughs> Mimi ndugu na zangu, naamini amani ya kweli haiwezi kusawi pale ambapo kura zinaibwa sauti za wananchi zinakandamizwa na sheria zinatumika kunyamazisha wale wanaosema ukweli. <todicum> Taifa lolote linastahili kuongozwa kwa misingi ya sheria, ambapo kila mtu bila kujali cheo chake, dini yake au kabila lake, yuko chini ya sheria. Sheria inapaswa kuwa kinga ya haki za binadamu, si chombo cha kuwatesa wananchi. Tumeshuhudia jinsi sheria kama ile ya kupambana na ugaidi ikiwalenga watu mahususi na kuwaletea madhara makubwa. Tumeshuhudia wananchi wakipigwa na vyombo vya dola kwa sababu ya kulinda kura zao zisiibiwe tumeshuhudia wananchi wakipigwa na vyombo hivyo kwa baadaye ya kwenda mahakamani kusikiliza mashauri ya viongozi wao. Swala la katiba mpya, hiyo ndio ajenda kuu, na ndio maana mimi nimeamua kupata kuchukua fursa hizi za, kwa sababu leo hii nachukua kadi ya chama. Malaki naungiza uwezo Kikimozi kwa bini na uwezo mkubwa kwa watu wengi. Lakini eneo hili pia ilikuwa minaweza kufika mahala nika kwama kufanya kazi kwa sababu ni eneo ambalo pia lina tzalati zake. Lakini leo hili mwaze leo hili minaungizo sasa kufanya kazi kwa kupitia eneo hili Leo hili ya kisiasa inaniunganisha na watu wengine chungu zima ambao sasa tukiunganisha nguvu tunaweza kwenda kabisa kwenye mabadiliko. Kujiunga kwangu kwenye chama cha ACT Wazalendo sio kwa sababu tu za kisiasa. Mimi nimeamua kujiunga kwa sababu ninaamini kwamba katika mikono hii ule uhuru wa kufanya zile harakati za kutetea haki za wanadamu